Bwana kuda boy. Yes. Eh, bana namshukuru Mwenyezi Mungu niko good kabisa. I'm good my friend. Mambo yanasema. Alhamdulillah. Yanga Africa mmenguruma tena. Kaida yetu e... tuna tunaanzia pale tulipoishia. Aha. Yes. Umeionaje Yanga yako baada ya mapumziko na usajili mpya? Leo mmempiga mtu chuma sita. Ah, of course tupo vizuri. Tupo vizuri, timu inaendelea vizuri. Yote kwa yote kama naenza kusema kikosi chetu kinazidi kuunganika na kinazidi kuwa bora. Na imani mpaka tutakapofika kwenye mechi za kimataifa tutakuwa tupo vizuri zaidi. Ya. Yeah. Au maingizo ya wachezaji wapya ambao wameanza leo, Alan Okelo, Damaro, umeonaje performance zao? Yeah, ni performance mzuri sana, performance mzuri sana. Damaro kazima uhakika kabisa. Alan Okelo nadhani wewe mwenyewe umeona sio ka assist ngapi, sio maana mimi kwa na vibe mpaka nimesahau kabisa. Depu katupia goli kama sikosei, si ndio? Eh? Yaani, yeah. Yeah, ni wachezaji wazuri kwa sababu asikwambie mtu yani, ukiwa na pesa unapata mchezaji mzuri. Ila kama hauna pesa ndio utapewa wachezaji bure. Lakini kama una pesa lazima utakuwa unapata wachezaji wenye quality bora sana, sikwambie mtushe wangu yani, hilo alifichiki. Nani kapewa mchezaji bure ndugu ah, zetu bwana, tusitake kuwaficha bwana. Simba wanapewa wachezaji bure tu mchezaji yeah. Mwanamke mzuri, kama huna hela utaishia kumwita shemeji tu hiyo yani, lazima umeona lazima iwe hivyo. Ni Alan Okero ni, wachezaji ni mchezaji ambaye ana quality bora, mtoto mdogo, vilabu vingi vilikuwa vinamhitaji lakini rais la wetu Heris Saidi amevunja kibubu, ameenda kumchukua na mechi ya kwanza kabisa poamemwona mimi binafsi si wakosoi ambao wanaangalia mchezaji bora wa mechi lakini, mimi binafsi man of the match kwangu Alan Okera kwa kabisa ha, amefanya kazi kubwa sana, sana. wanasema mchezaji alivunja mkataba muda mrefu sana kwangu mimi make sense, kwa sababu gani? kama ingekuwa mchezaji yupo huru Singida wana akili timamu, wana wanasheria, wana wasemaji, wana kila kiongozi, wasingeandika barua kwamba tumewapa tumewapa Simba mchezaji bure, umeona bana. Kwa hiyo ukiona wameandika barua kwenye peji yao official kabisa, ina maana wanajielewa. Singida ni timu kubwa, big 4. Katika big 4 Tanzania Singida ipo ni Yanga Azam Singida, na Simba yeah. Yanga Yanga Azam Singida na Simba, Simba. Au... yaani hapa nimetaja nimetaja timu ambazo zina quality bora ya wachezaji katika big 4. Umetaja kimpangilio yeah, ya nimemaanisha. Nisikilize vizuri, big 4 yenye quality bora ya wachezaji: Yanga namba 2, Azam namba 3, Singida namba 4, Simba. Ngoja sosi, sosi. Tuache, yani, tuache utani, tuache utani. Simba imepoteza mvuto, yani tunachokishuhudia hiki kwa Simba kinakuja kuharibu hata ligi yetu. Kwa sababu gani? Naongea seriously yani. Yeah. Kwa sababu gani? Ligi yetu sisi ni nafasi ya tano Afrika inakuwa nafasi ya tano kwa sababu ya mvutano mkubwa, ushindani nazungumzia hapo. Watu wanajitoa, wakifika kwenye pinchi wanatoka jasho, unanielewa? Simba ni timu ambayo ilikuwa inafahamika, yaani huwezi kupita miaka sita bila kuitaja nini Simba, lakini tunakuelekea ni kubaya sana. Simba amepoteza mvuto kabisa, Simba amengoka meno yote eh? Kabisa ndugu yangu kibogoyo. Kawa kibogoyo na kibogoyo mwenyewe ni babu eh? Magego hakuna, fizi hazina nguvu eh? Tunakoenda eh? Yani ligi yetu inawezekana tukarudi kwenye nafasi ya nane au nafasi ya saba Kamba, Simba, sababu watakuwa bingwa kila siku Yanga Afrika jamani, kila siku atakuwa bingwa Yanga, kila mwaka tunakuelekea yanga bingwa. Wanafanya maboresho, lakini wanaingiza vyuma vipi? Maboresho ndio hayo ambao wachezaji wanapewa bure au? Jamani, maboresho gani? Hili si ndio dirisha dogo eh? kibabake kachukuliwa dirisha dogo, kubwa dirisha dogo, si ndio hili eh? Ndio maboresho ya mchezaji kupewa bure <laughs> nataka unijibu wewe, mchezaji kupewa bure ndio maboresho? Kama mpira, tuache ujanja ujanja. Mpira ni pesa, usipokuwa na pesa uwezi kupata mchezaji, na ndio maana nikakwambia, kama hauna pesa mwanamke mzuri utaishia kumwita shemeji na kumuomba juisi, na ukimwona unajichekesha sana <laughs> Nini? Yeah. tutafute hela. Toa hela, yeah, na, na, na, na mashabiki yani wa Simba yani wasiwalaumu wachezaji. Wanawafokea wachezaji, hamjitubi. Mchezaji anachukuliwa bure atajituma nini? Yeah. Mchezaji anachukuliwa bure au anatolewa bure kwenye klabu, hatajituma nini? Ndio uwezo wake unafanya yeah, so si wewe kazi katika rink media, si ndio unataraji mwisho wa mwezi uokote, si ndio? Ili mradi familia iende vizuri na wenyewe uende vizuri, si ndio? Ulipe kodi na mambo mengine, kama ununue chendeo, hiyo ni juu yako. Unaenda liki kisalala, mwisho wa mwezi hakuna pesa, wewe utaamka asubuhi na mabui haya kwenda kwenye interview? Hautoamka na ndo mchezaji hivo hivo, anaenda bule kwenye timu, apewi pesa, hawezi kujituma kwenye uwanja. Watu waweke hela, sapampa sijui mnaita